Bibi anasema yote uliyoyasema hakika umeyasema vyema. Nina imani umeyasema hivyo kwa sababu umelelewa kitofauti. Wakati tukinyanyulia na mapanga na kuuana. Kumbe basi mwalimu wako alikuwa anajua kila kitu na siri hii alikuwa amekana. Basi angalia. Brother Lu anajaribu kweli kweli kufanya mama yake akae sawa. Lakini basi alisema kwa maneno mazuri sana kwamba... No, Hakika umeugusa moyo wangu. No. Sasa cha ajabu tunamshangaa kumwona ni kama vile basi kuna sumu tayari iko kwenye mwili wake. Akamwambia mwanangu, naomba unisamehe. mm, Nimekunywa sumu nyingi sana. Lakini kwa nini mama, ungefanya hivyo? Nilikaa na jambo hili kama deni kwa miaka zaidi ya ishirini. Kila nilipokuwa nikikumbuka, moyo wangu <coughs> <coughs> ulikuwa unauma sana <tos> <tos> <tos> yani, mpaka nikawa na tamani nife. Na kisasi hiki pia kimekuwa moyoni mwangu kwa ndio maana nimeona nikanywe sumu ili nipate amani. Hakuterejia kama atakutana na mtoto wake katika siku kama hiyo. Sasa hapo kuna watu wawili wameshakufa hapo, yani watu wawili kwa mara moja. Umeishi hivi miaka ishirini, umeishi kwa maishi kwa ajili ya wengine. Hebu angalia jinsi ulivyo leo. Je, wewe sasa leo tunavyokuona hapa, umekuwa ni binadamu au jini. Yaani anaangalia siri alionayo jamaa, afu anamwambia angalia, umeishi hivyo kwa kisasi kwa ajili ya watu wengine miaka yote hii. Anasema sasa, angalia, baba yangu ameshachanganyikiwa, nyumba yetu imeungua, na yote hii ni kwa sababu yako wewe, Fu Hongxue. Haya sasa, kwa nini na wewe usife? Nimepoteza kila kitu, mimi kila kitu nimepoteza. Da, yule bibi pale akisema, sasa nimelipa nilichotakiwa kulipa. Basi akafia, basi pale watu wanalia, yaani huzuni imetanda. I say, brother Lu alilia. Kumbe basi Bai Tianyu, yaani baba yake na Ye Kai, alipokufa, I mean kabla hajafa, alimtelekeza yule mama na mimba yake. Na yule mama akawa na hasira, kwamba kwa nini yule mwanamume mzee kafanya vile? Akaja akagundua kwamba ana mwanamke mwingine anaitwa Hua Baifeng. Hua Baifeng ndo mamake Ye Kai. Sasa ndo ma, yule, jamaa, yule mama akaamua alipe kisasi yani. Akatafuta njia akaendaga kumuua bite mm, kwa sababu alimtelekeza kwa muuaji. Sio sio Makochani muuaji ni mama yake. Na brother, sasa angalia, Master Fu amekuwa na hasira miaka yote, leo kaambia huko. Sasa ndo anasemwa pale, kwamba ndugu yangu, umeishi hivyo, angalia sasa. Lakini pia basi sawa, imeshapita hiyo Sio makosa yako, yote hayo si makosa yako, akamwambia, lakini ulipaswa kuniambia mapema mm. Sasa angalia mimi sikujua, jamani wa tofauti sana. Baada ya kujua kile kitu akasema he pale pale, bibia naye tumbo likaanza kuuma, anapata uchungu wa kuzaa. <tipadu> <tipadu> Sasa ijulikane kama kuna maumivu aliyapata au kuna shida gani imetokea au ni uchungu wa kujifungua. Au ni nini. Kidogo akawa amepoteza fahamu. Daktari akaitwa, kaja akamwangalia, anaona yuko sawa. Watoto wako pale Fushundo kwa mara ya kwanza, anajua nini kinaendelea sasa hivi. Bibi naye anakijitambi pale angalia. <tong> na kitambi fulani. Baada ya kumuita akaamka, vipi mwanangu, anaendelea hivi uh, nafikiri sasa hivi, ebu angalia kwanza afya yako wewe bado ni mdogo sana, bado una una safari ndefu mbeleni, anamwambia. Unasemaje? Mbona sikuelewi? Yani safari ndefu kivipi? Mimi nakuuliza vipi kuhusu mtoto wangu, anaendeleaje? Aii, wakati daktari alipofika mtoto wako alikuwa ameshaga dunia. Ndomaana tunasema udada na mikosi, yeye kila anacho kinachokuwa kwake kinakua hivi. Kwa nini msingemwambia? Tunaona sasa, yeye mwenyewe alikuwa hajui. Tunajua kwamba una huzuni sana. Wote sisi tuna huzuni sana. Basi lakini jukumu letu wote hapa ni kuangalia afya yako. Basi chukua muda, e, jitathmini. Sisi tutahakikisha tunakulea na tunakutunza uwe sawa, afya yako irejee. Jamani, mimi nafikiri sasa ndio umefika e, ngoja si tutoke, nyinyi mtamtuliza. Haya, basi basimi akaachwa pale peke yake. Unajua tena kuna taarifa fulani fulani ukishapewa e, unaachwa kwanza wewe mwenyewe kwanza uanze kufanya reflection, uanze ku, ku, kuakisi kinachokusibu kwa wakati kwa hiyo basi akabaki katika hiyo hali akitafakari kweli kweli piga kelele nini, kamtukana kila matusi. Hey, bibi huyu naye, mama yake alikuwa mja mzito lakini tena akajiingiza na kupambana na kupigana na kufanyaje? Da bwana. Na zamani hizo basi si kama siku hizi. Mm, mwanamke akipata hali fulani anaweza akatafutiwa ambulance akapata msaada wa haraka. Hii kaya anakuja utafikiria ndo daktari, sasa ametoka kuzalisha mtu. Jamaa anataka kujua vipi dokta, kama vile yani. Haraka sana nataka kujua nini kimeendelea mule ndani eh, huyu mwanamama yuko salama? Lakini mwanao amefariki dunia. Umeona sasa, na yeye anakuja na anagundua mambo ya visasi yote hayana faida, yani kila kitakachokuja upande wako kitapotea tu kwa baadaye akagundua awezi kufanya hivyo, na ni kwa sababu ya jinsi jinsi mambo ulivyokuwa nayo haya. Wewe mtu unataka kumuoa baba yake kabisa. Unafikiria angekuchukulia fada na, jayibu. Tumefika hapa tulipofika na mambo ndio kama jinsi yalivyo. Usimwangaishe sasa hivi mpe muda, anateseka hisia zake mno. Da, jamaa miguu yake ilikuwa mizito sana maana yake pale, hata yeye mwenyewe anajiuliza anachomoka vipi? Lakini siku ile pia kuonesha ishara kwamba kuna matukio makubwa yaliyotokea. Yaani siku ile mvua ilinyesha nyingi sana mpaka pakawa kama pana mafuriko. Bado anakumbuka zile kauli kwamba Bai Tianyu mwanae si baba yake. Wala hana mahusiano na hiyo familia. Unakuwa hivi kwa sababu umechagua chuki. Kuna wakati lakini kijana pia alisita mpaka akamwambia mama yake kwa nini tuendelee kuishi hivyo? Lakini mwisho wa siku hayo maneno akayaingiza kwenye akili yake, na jamaa naye akaa ameyachukua hivyo hivyo. Kwa hiyo kila siku akichomoka, anaamini kwamba anafanya kila kitu kwa sababu anatakiwa kutimiza kile ambacho mama yake ame angalia. Wakati mwingine pia hata uwezo alionao ni mama yake huyo huyo. Mama huyo huwa fe, huwa Baifeng ndo aliyemfundisha na amepitia hali ya kupigwa viboko, kunyooshwa, kutengenezwa kama silaha, ili baadaye atumwe aende akafanye kisasi kumuhusu Baiti, ambaye wala kumbe baba atasobaba yeah. kwa hiyo ndio hivyo akakumbuka pia jinsi ambavyo basi aliambiwa na ms mafali kwamba angalia, miaka ishirini umeishi kwa ajili ya wengine. Sasa angalia sasa hivi umegeuka kuwa nini? Wewe ni binadamu kweli au wewe ni jini? na kweli kuna wakati ukijitathmini, mambo mabaya ulioyafanya unaweza kuishiria kujitathmini na kujiuliza hivi, mimi ni binadamu au mimi ni jini. kwa hiyo basi ndio hivyo hapo tulio unaweza kuwa tayari umeielewa picha vizuri sana. Kumbe hata Mako Chan, wakati mwingine katika dunia au maisha ya kawaida unaweza ukahukumiwa hata kwa kitu ambacho kwamba hujakifanya. <totumia> Mako Chan amepoteza mali zake, <totumia> amepoteza familia, <totumia> mpaka amekuwa chizi <cheesy. tumia> kwa mtu au kwa jinsi, kwa ajili ya mtu ambae <tumia> au kwa kiss, kwa kesi ambayo hajaifanya <tumia> na hakuna yoyote ambaye alikuwa anamwamini. Mbona mpaka saizi basi, ilipokuja kujulikana ukweli, ndio sasa Mako Chane anaweza tukra, tunaweza tukasema yuko sawa. Lakini pia basi, angalia, kuna mama mwingine kamlea mtoto mpaka amekuwa mtu mzima akiamini kwamba ni mtoto wake. Sasa naye aliamini hivyo akasema, kwa kuwa sina ndugu na wewe ndo ndugu yangu, mimi nitafanya kile utakachoniambia nifanye. Basi leo aliamua kutua mpaka chini, hii maana yake ni kama anatu. Maana yake yale yaliyotokea katika maisha yake si mambo ya kawaida. Kuna watu wanapita katika maisha fulani, wanafanya vitu, si kama wanajua wanachofanya, labda pengine wanaamini wanafuata njia sahihi kwa sababu wanatoka familia fulani, labda kwa sababu wanahitaji kulipa kisasi kwa kile walichowahi kuambiwa na familia zao, lakini baadaye wanakuja wanajua ukweli. Sasa angalia, mtu ameishi miaka yote ishirini. Unajua miaka ishirini ni umri wa miaka ishirini ajawai kuishi maisha yake, kwamba awe na furaha, awe na mwanamke, aoe, awe, awe, awe na watu. Yeye miaka yote tu anapambana tu anapigana tu anaangaika tu kutafuta kulipa kisasi, akiamini kwamba mzazi wake wa kiume, baba yake, aliuawa na Ma Kongqun, lakini sasa ukweli leo unajulikana, huyu alikuwaga ni mtoto ambaye aliokotwa, hata kwamba hana yani haijulikana ta baba yake ni aliokotwa, aliokotwa na alipookotwa, aliokotwa na master Master Lee ambaye ni ticha yake na Yika. Mm? Sasa alipookotwa ticha yake na Yika alikuwa kwenye lile dhehebu linaloitwa Demon Section. Kwa hiyo baada ya kujua ukweli kwamba basi sasa hii, hii familia, hii Demon Section inavyoenda. Hivi kwa mtu ambaye ni makini kama Baiti, ambaye ameweza kuzaa na huwa Baiti. Kwa nini bado wazae mtoto ambaye atapitia katika maisha kama yao? Kwa hiyo basi Master Lee akaamua kubadilisha wale watoto akamchukua Yika. Akasema naye akaenda kumlea ili awe mtoto mzuri, awe ana upendo, awe anajali watu, awe anaishi kama watu wengine, umeona eh? Alafu akamchukua yule mtoto aliyemuokota barabarani, akampachika ile hatia, akamweka kwenye destiny. Kwa hiyo watu wanaweza kubadilisha hatima yako, ndio maana hata wakati mwingine watu wanaambiwa wao. Naomba kama kuna mtu ameingilia hatima yako, unaishi maisha si yako, umejikuta kwenye familia ambayo umefanywa kuwa ni adui wa kila mmoja. Mungu anaweza akakusaidia siku moja, labda ukajua ukweli, ukafahamu yale ambayo ulikuwa uyajui. Sasa angalia, kijana mzuri kabisa, kumbe ndo katoka kwenye hiyo familia ambayo ilitakiwa iwe na kisasi iwe na chuki iwe na uchungu. Unaona, na mambo yote yaliyokuwa yake unajua kabla ya yote kulikuwa kuna mengi ambayo nilikuaga si. Nikawa najiuliza kwa nini mwalimu aniambie chochote. Lakini wakati huo naona hakuwa mbali. Naona kama anaendelea kumfuatilia jamaa taratibu. Natamani kama hii siri nisingewahi kuifahamu kabla mwalimu hajanisimulia. Aliniambia nilete kiti kirefu, akanipeleka mlimani, akasema kile kiti ni kwa ajili yangu. Nilikuwa sielewi eh, lakini sasa hivi naelewa. Unajua mimi na wewe wote ni kama vile basi wahanga wa hicho ni cheo namba moja duniani wanachokiita sanaa ya kupigana. Kwa hivyo kile kiti hakitakuwa chochote zaidi ya kiti. Wewe ulikuwa unataka ukae kwenye kiti chako kwa kuhakikisha kwamba umefanya kile chochote, lakini kila ninapofikiria tena na tena na tena, mambo yote mabaya yaliyotokea yaliyotokea, basi kwa ajili ya hilo nagundua na kwamba napaswa kuchagua aina nyingine ya maisha, lakini pia nikuambia kitu kimoja <coughs> <Fuhangchi. tos> Hebu achilia hasira iliyoko ndani yako na chuki na kisasi, anza sasa kuishi maisha yako wewe kama ha. Jamaa maumivu makali, napenda sini aliyopewa jamaa, sio ya kuongea sana sini hivi, ya uchungu ni sini ngumu sana, inabidi uwe mwigizaji mzuri sana, utawaboa watazamaji. Sasa ana uwezo huo, ana kipaji. Kama tulimwangalia katika Royal Prince, inaonekana kule alionyesha uwezo wa hali ya juu sana. Ndio maana akapewa nafasi ya kuonesha zaidi, unaona eh, ameshapambana sana, kashachoka sana kumbe. Miaka yote hatulii, halali, anaishiria kuwa kama na, yani kama mtu chizi vile, ili kwa ajili ya kufanya kisasi ambacho wala tena hakipo, wala kihusiani na yeye, wala hicho kisasi hakutakiwa kuhangaika nacho yeye. Ni kitu ambacho kingemhusu mtu mwingine kabisa, lakini katika hayo mazingira ndio unampata sasa, anajisikia uchungu anatamani kama kama hivyo, unamwona kabisa, hana amani tena, analia tu machozi, hali yake sio hali tena. Mona anasema nimechoka sana, nimechoka sana. Mpaka mwanaume aseme hivyo, alo. Anasema nimepanda na kushuka bila kusita, maamuzi yangu yalikuwa yamenyooka Nikasema nitapita hata shortcut, ni wakutane na maadui zangu. Lakini sasa, angalia njia niliyopita, hata sielewi tena. Na sasa najiuliza, hata baada ya hapo napita njia gani? Ambayo niko sa, jamaa alikuwa anachukuliwa ni adui wa yani, maamuzi yangu, sema kweli, kwanza nataka chakula mm, nataka nile mm, sitaki sababu nyingine yoyote. Kwanza kuna namna anasema sioni kama sababu, na sababu atayakula tena. Anasema nilikuwa nafanya kila kitu kuhakikisha kwamba kila adui yangu ataanguka. Sasa kufikia sasa. Mm, kufikia sasa. Yaani dunia inaonyesha kama vile vitu vyote vimenigeuka. Na sioni tena mwisho wa kila jambo. Hakuna mwisho wake, hmm. Sasa maskini ya Mungu ikae alimsikiliza. Ah, jamaa anajua ku, yani angalia anavyoshika kichwa anakuwa kama amechanganyikiwa. Yani ana, yani hii sasa ndo anaita reaction na feeling. Kuna hisia na reaction kwamba isi, jambo likitokea utalipokea vipi sasa. Angalia amejua ukweli sasa, ule ukweli unavyomtafuna ndo anatuonyesha ule uhalisia katika vitu ambavyo ni vigumu kuwa, kuigiza ni lakini anatuonyesha na kuigiza ujue, ujue mtu aigize amechoka kama jamaa, ukimwona hivyo utafikiria kweli kachoka, lakini ni mtu anaigiza. Ika akamwambia sikiliza, Fongshu, wewe ni mwanaume eh, bado kuna mambo mengi katika maisha yako inabidi uyafanye, afu kinachomuumiza zaidi, kumbe mwanamke wake alikuwa na mtoto sasa anajua wapi ambapo basi huwa Baifeng aliko, lakini hataki kumwambia ni mama yake. Anamwambia mama yetu, nipeleke kwa mama yetu kidogo. Kuna wanawake wawili wakaingia pale ndani sasa, chuino nikawaona, hao wanawake wameficha sura zao. Basi ndio hivyo mtazamaji. Anamuuliza vipi tumekaribia? Anamwambia tumekaribia Wo fan hui la. Oya, mimi kama vipi narudi? Ni shuo shima. Wewe umesemaje? Jia la niang, ni xiang shuo shima. Utakapomwona mama utasemaje? Ndio hapa yote ndo kasuta. Utamweleza kila kitu. Ta yote ndo shi niang. Bado yule atabaki kwa mama yako tu, mmekuwa mkitegemeana nyinyi wenyewe kwa wenyewe miaka ishirini na mnategemeana kwa kiwango kikubwa oh. Mi nimekuwa kama yatima, utafikiri sina wazazi, kumbe mama yangu analea kijana mwingine. Kwa hiyo hapa nilikumbuka, naona tu tusikutane naye, hataweza kujikaza, hataweza kubeba hayo maumivu, turudi twende tukanywe zetu, eh, akamgandisha. Lazima niende nikaliongelea hili jambo wala usijali, ntamwelezea mama kile nachoona, naweza jamaa. Kagandishwa, anamwita Fu Hongxue Fu Hongxue. Haya, sasa tunaendelea mbele kwa mbele. Mara ya mwisho tuliona kuna wakina dada wawili waliingia pale katika baa wakampata Chino ni yuko pale ilikuwa kama message hivi kwamba unatakiwa wewe, unaitwa. Kwa hiyo basi tunaona sasa ni farasi watatu. Mimi na kisia tu kwamba pengine mbele ni Chino. Alafu wale wawili ndio wanakuja wanamfuata nyuma. Sasa nafikiri pia bado anaendelea kuchunguza nani yeye kweli. Na anaendelea kuchunguza ni wapi basi Master Fox ameelekea akiwa na yika. Kwa hiyo wanafika sehemu fulani katikati kabisa.

Yaani ilikuwa tabu kweli wanasema, lakini wakafanya jitihada na wakatoroka, baada ya kukipata kisa cha kuvutia, kisa ambacho hakika ndani yake kimejaa sukari na asali, yani utamu, utamu. Basi na kukaribisha mtazamaji uungane nasi tena katika episode ya 75 na kuendelea. Wakati huo utakuwa ukisikia sauti hii nzuri ikiendelea kukutafsiria kwa utulivu kabisa, na burudani ukiwa unaipata kwa wakati mimi nakukaribisha sana, tukutane katika episodi ya mbele, na nikukaribishe pia, njoo weka mtaji wako, nunua YouTube channel, ufanye mambo yako, utakuja kunishukuru baadaye. Nimeona ni vyema nikiwatangazia, kwa sababu utakuja kuniambia wewe mwenyewe katika siku za baadaye. Mimi naitwa Michael Lukindo Mr. Informer. na kuomba kama haujawahi kusubscribe YouTube channel yangu hii, naomba leo subscribe, halafu bofya kengele inaitwa notification bell. Unapoigonga hiyo kengele, unachagua option ya all maana yake unachagua kupata taarifa zote, nikiposti movie basi unapata. Unaona kuna meseji inatokea, kama meseji zinavyoingia kwenye simu yako, kuna meseji inatokea kwenye simu yako pale, inaonyesha kwamba huko Mr Lukindo tayari kashaweka kitu au vipi eh? lakini wale wote ambao mpo Marekani, Australia, Canada, na nchi zingine zote za jirani Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Kongo, Saudia, Qatar, Dubai, naomba tafadhali share share share. Unachotazama hakikisha una comment, una like, una share. Kwa kufanya hivyo basi burudani itaenda mpaka mbali sana. Asante kwa muda wako, tukutane kwenye episodi ya 75.